E, mimi ndio nibebe mzigo niseme fulani kateka, ila kama unao ushahidi wewe mwananchi wa kawaida, leta kwa wachungaji mpya askofu, ushahidi kwamba fulani kamteka fulani kwa kigezo hiki na ushahidi huu, viongozi wa dini wataongea. Peleka kwa Sharifu Majini, atasema. Lakini uwezi ukatuambia kwamba amseme. Tunajua watu wanatekwa, lakini mtekaji mimi simjui. Huu ni ukweli. Sasa mnaposema amani amani, mimi wanataka niwaambie kile kabla sija mpandisha sherehe majini. Na bwana, jambo la kwanza duniani kokote amani haipatikani eh, kimchezo mchezo tu. Haki haipatikani kimchezo mchezo. Haki huwezi kuipata kama nchi haina amani. Jambo la kwanza huwa ni amani, ndio wanapata utaratibu wa kupa haki. Mama mchungaji amezungumzia kuhusu Gaza. Jana nimeona Waarabu wa Gaza sasa wanashangilia. Israeli kukubali kuingia nini? Mkataba kwamba tumesitisha amani. Israeli anatoa jeshi, Gaza anashangilia. Lakini anashangilia kila kitu na anasema nakuta nyumba zote, hakuna nyumba, ni magofu. Sasa mnataka nasi sisi tuishi namna hiyo? Turudi mkoa, tunashangilia. Mimi kaburi la babu yangu liko Tukuyu kule Mkaleri. Ni shida, utakwenda kuona kaburi la babu? Haiwezekani. Tutasimama kama viongozi wa kiroho kupinga. Askofu leo tuna kikao na viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali, madhehebu ya Kikristo na Waislamu. Na bahati nzuri leo kikao hiki kinaongozwa na baba askofu, tuna maskofu wawili leo. Mungu awabariki sana, hawa ni viongozi wa kiroho, wameacha kazi zao za msingi kabisa. Kwa sababu naanzia hapa, kuna watu wakiona hivi wanasema ah, mnapewa pesa mmenunuliwa hivi. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa akili tu ya kawaida, kwa akili ya kawaida, hawa ni maaskofu, wanamiliki waumini. Hata kama wana shida ya pesa, kila Mkristo aje na shilingi elfu mbili tu kanisani, kwa mkoa mzima huu wa Dar es Salaam, hawa ni matajiri. Kama anataka dunia tu, hawa ni matajiri wamekuja na usafiri wao, mmeuona iko pale nje, tena ni gari ya kitajiri, sio gari ya chipsikavu. Wamekuja nayo wameweka mafuta wao, wameacha kazi zao za msingi kabisa, wana maombi yao kila siku ya Jumamosi mosi Jumapili, wameacha kwa sababu ya uzalendo na uchungu wa taifa hili na mapenzi zidi ya serikali na mapenzi zidi ya amani hawahitaji kuona hata tone la mtu mmoja la damu limemwagika ndani ya nchi. Ndio lengo lao hilo tu. tumawe mama yetu hapo, huyu ni mchungaji huyu mama. Usimwone tu kwa sababu ni mwanamke, ni mama, amekwenda shule na ni mwalimu. Amekaa Afrika zaidi ya miaka kumi, kasoma huko, kafundisha huko, dunia anaijua amekaa na watu wenye uchumi na yeye mwenyewe yuko vizuri, ana kanisa, anafanya kazi za dini. Sasa sizani kama mtu anaamini, unaweza kumbuliza buliza tu kumnunua vyovyo kama unavonunua samaki feri. Lakini kwa uchungu, mama huyu anasema lazima ni sacrifice maisha yangu kwa sababu ya taifa langu. Huyu hapa tunaye, tunaye mchungaji, yuko pale mchungaji, kiongozi huyo mchungaji ni kijana kwanza, bado ana nguvu, sio mzee kama mtu aliyekata tamaa ya maisha. Alafu iangalieni tu, hata sura yake ni sura ya njaa ile e. Kwa sababu nataka niambie ukweli, na wa Tanzania, Watanzania tumekuwa na hisia mbaya sana kwamba kila mtu ambaye anaonekana yuko against na watu wanaoshambulia na kutukana viongozi wa nchi na kutukana serikali, wanaonekana baadhi ya watu wanawalaumu kwamba hawa hawa waongo, hawa afterburner Hivi mchungaji kama unaweza kumnunua kwa bei gani? Tuulizane tu hapa, unaenda kumnunua mchungaji wewe? Kwa hiyo tupunguze lawama, fikirini wanalokuja kuzungumza viongozi wa kidini. Tunaye Sharifu Majini yule pale, yule bwana mimi namjua na ananijua na vizuri, amesha nipa msaada mara nyingi, tunasaidiana naye mambo makubwa kabisa. Niliwahi kupata matatizo mimi. Labda niwaambie yule bwana ndiye aliyesimama hivi. Nilitengenezewa mtu mbaya sana. Wallahi na Mungu nisaidie. Na walijaribu kutuchonganisha mimi na yule. Lakini watu wali hawakujua mimi nilimjua yule bwana wapi. Tulikutana wapi? Amekuwa akinipigia simu ndugu yangu tufanye kazi. Na ana shughuli zake za maana, ana ofisi mbili Dar es Salaam. Kila siku wanaingia ofisini kwake watu zaidi ya 100, eh. Anafanya maombi kwa lugha ya kiarabu dua, ameacha ameacha. Tena nimemkurupuza kaambia wahi dereva wake alikuwa alikuwa wake wapi, alikuwa wapi? Amekurupuka yeye mwenyewe, kambia wewe, njoo tu, wachungaji wameshafika. Kakurupuka kaja, kaja mbio. Kwa heshima ya taifa na uzalendo, anasema lazima nionekane nikitetea taifa langu. Haya ndio yaliyotuleta hapa. Jambo la kwanza, tumekuja kuzungumza viashiria ambavyo kumekuwa na mchezo wa watu. Unajua, tunakwenda kwenye uchaguzi sasa, lazima tuwe wa kweli. Uchaguzi ni wa kuchagua viongozi wa serikali, sio viongozi wa dini. Hatuchagui mashehe wala mapadri wala wachungaji wala maskofu, tunachagua viongozi wa nchi, na nchi ni yetu sote. Waislamu ni yao, wakristo ni yao, wasiokuwa na dini ni yao lakini kuna watu wanasema siku ya uchaguzi watakiwasha watafanya maandamano, na kuna watu mimi, kuna sauti ziko ndugu zangu, nimepewa jana, nimesikia za viongozi wa chama kimoja wanawasiliana na Maria Salungi, nayo huu na mkitaka ushiri nitakupeni. Wanawasiliana na Maria Salungi, wanasema tayari mzigo wa pesa umeshaingia, wagawiwe vijana ili wafanye kazi siku ya uchaguzi tuhakikishe uchaguzi hakuna. Sasa tusifikiri watu wote watakuwa na akili sawa. Tunao watoto sisi, haya wanaomobilize wanaweza wakayapata, wakaingia watoto watu barabarani wakala risasi. Alafu wakishapigwa risasi, mimi nitamdai nani? Mtoto wangu atakaopigwa bunduki au mtoto wa jirani yangu, na mimi na ndoto mtoto wangu aje asome, awe pilot, awe daktari, awe injinia aje kuwa mbunge awe waziri mweka, mweka, sasa hivi atakapomweka Mungu ndio kamweka. Sasa ukimuua mimi mwanangu itakuwa vipi? Hatukatai kufa, kufa kila mmoja atakufa, wachungaji, maskofu, mashehe na nyinyi, ndio kama kamera mtakufa, lakini hatuwezi kufa kizembe namna hii, hatuwezi kukubali kufa kizembe. Hili ndio lililotuleta hapa. Sasa sisi tunasema kuna vyama vimesusa uchaguzi vimesusa kabisa uchaguzi, lakini bado vinasindikiza kwamba siku ya uchaguzi watu wa, uh, watoke waandamane. Sasa wewe umesusa uchaguzi, wenzako wameingia kwenye uchaguzi, alafu nawashawishi watu kwamba uje uvuruge nchi. Hili neno hatulikubali. Na jambo lingine ndugu zangu waandishi wa habari, kumekuwa na watu wamepangwa, wako nje ya Tanzania. Hawa watu kila siku ni kutukana viongozi wa kiserikali ili alikubariki viongozi wa serikali. Ni ndugu zetu wa Kiafrika, ndugu zetu wa kidamu, ndugu zetu ni viongozi wetu. Hatuoni sababu ya kutukana viongozi wa nchi. Huwezi kuipata serikali kwa kutukana viongozi wa kiserikali. Nidhamu ni kitu kidogo, nidhamu ni kitu cha bure. Kwa tumekuteni tulijadili hili na tuwatake wa Tanzania wote waelewe kwamba sisi kama viongozi wa dini tunasema hatuna ugomvi na serikali, hatuna ugomvi na Samia hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa chochote, na serikali iliyoko madarakani, kuiheshimu ni jambo la lazima. Dini zote zimesema hivyo, katika Biblia imeeleza mamlaka zote zinatoka kwa Mungu yapaswa kuheshimiwa. Katika Qur'ani Mungu anasema yeye ndiye anampa ufalme mtakaye unyima mtakaye. Sasa nitashangaa kama kazi yetu itakuwa ni kushuti viongozi wa serikali, na sisi tunasema hapa, sisi hatuhitaji kuwa mawaziri wala wabunge, sisi tunamwakilisha Mwenyezi Mungu, si mungu hapa duniani ndio kazi yetu, hiyo tu basi. Kwa hiyo napenda nimsimamishe mama yetu ambaye ni mchungaji, aje aseme nini anataka kusema kuwa nasihi wa Tanzania na kweli. Karibu mama, karibu mtumishi, aje anapokea agizo kutoka kwa baba askofu, skofu. E, huu ndio kweli. Mimi mhubiri, napokea agizo kutoka kwa imamu au kwa shekhe au kwa mufti. Siwezi tunika kurupuka from noya na leo. Nimemsikia mufti Abubakar bin Zuberi anaeleza kwamba kazi ya viongozi wa dini ni kuishauri serikali, kulinda amani, kujenga umoja wa kitaifa. Mimi siwezi kukaa na mchukio huyu Mkristo. Mungu anatoa riziki kwa watu wote wote wote, anawapa Mwenyezi Mungu. Sasa mimi niende nikikutana na Mkristo nimenuna? Hapana. Hapana. Baba utukaji, mimi baba yangu ni Mkristo na nimemzika kikristo, yes na ndugu zangu ni Wakristo emna na anafunga ndoa kikristo sasa. Eh, sasa utalazimishaje kwamba na eh, dada yangu ananifuata mimi ameokoka. mm. Sasa mm. Hey, kaka yangu binamu yangu ni Mlutheran. Sasa ntalazimishaje kwamba lazima tu wa Muislamu mm. Hakuna nidhamu hiyo, yes. Hata siku moja, lazima tuishi kwa kuheshimiana. I, Mungu mwenyewe anajua Wakristo wapo na Waislamu wapo mm. na riski anatoa. Sasa swala la kwenda motoni na mbinguni ni kazi ya Mungu yes. Atakaetenda mema mm. ataupata ufalme wa Mungu mm. hata Biblia imesema katika kitabu cha Mathayo mm. heri wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo sasa nimkaribishe Baba Askofu, Askofu